Uh, wapendwa na wasalimu kwa jina la Yesu Bwana wetu mwokozi wa maisha yetu, na wasalimu tena sana. Uh, hamjambo. Uh, binti na wana wa uh, Yesu mahali popote mlipo, ni furaha yangu uh, ni furaha yangu sana Mungu kwa sababu ya fursa ya pekee ambayo yeye kama Mungu alitumba, anayetupenda amenijalia na kakujalia pia. Kivyangu nina furaha sana tena sana ndani ya Yesu Yesu. asubuhi ya leo singependa kwamba tuachwe nyuma, ila tukapata kujuzana moja mbili tatu utukufu wake yeye uh, peke yake amba. Mapenzi yangu na ombi langu ni kwamba Mungu wetu anaitupenda, apendi watu wake tukiangamia, ndo iliyo furaha yake na pendo lake kubwa, na kwa sababu hiyo Uh, nimeona vema sisi, uh, kama, uh, wapenzi wa Yesu na watumishi wa kweli wa mumba tukapata kushiriki ile neno, tusiachwe nyuma uh, loo uh, ningependa tu ufahamu kwamba, uh, ni siku kwa ambayo imesherekewa sana sana na imepokelewa sana sana eh, inafahamika kwamba ni siku ya Krismasi na nasemi ya kwamba mimi sijasherekea, nitakuwa nimedanganya. Ah, nimezaliwa na kulelewa katika nyumba ya wacha Mungu ambayo kwa njia moja au nyingine ni wa dini na tumelelewa katika hiyo dini hadi nimekuwa mtu mzima. Na atukuzwe sana Mungu kwa sababu uh, aliniwezesha sana kujua hili ambalo ningependa tushiriki nanyi uh, wetu hapendi ya kwamba tukamwabudu kwa njia ambayo tusiofahamu, ila tumwabudu kama vile yeye halivyo. Inapendeza sana. Basi nimekuwa na mimi nikikulia katika dini hiyo, nikiwa nasherehekea kuzaliwa kwa Yesu katika mwezi wa Disemba tarehe ishirini na tano kama leo lakini kwa sababu Mungu wa mapendo mingi na mapenzi ya ajabu, ndivyo aliona ya kwamba akapate eh, kunisaidia nisije nikaabudishwa sanamu pasipo kujua. Kwa sababu hii nampenda sana, maana kama ni mtu alikuwa anatetea siku ya Krismasi na kukumbatia sana na nikijua ya kwamba Kristo Yesu amezaliwa ni mimi. Na katika hili ufahamu sana, sipingi kwamba Yesu hakuzaliwa, alizaliwa. Ila ninachopinga ni kwamba ile tarehe na mwezi aliozaliwa sivyo vile. Inavyo, tafakariwa na wenye dini sivyo? Hebu tuangalie mtume e, Luka akiandika kitabu cha ma, ma, ma, ma, matendo e, kumi na saba akiwa katika a, mbele ya Areopago vile anavyosema. Hebu tusome tuanzie matendo ya mitume 17 tuanzie 22 pale 22 polepole. Nasemaje? Paulo akasimama katika, katikati ya Areopago akasema, enye watu Athene, katika mambo yote naona ya kuwa ninyi mm, ni watu wa kutafakari sana mambo ya dini. Kwa hivyo uh, watu wa Athene uh, Athene ni watu ambao walikuwa wanatafakari sana mambo ya dini, wanapenda, wanaudini na wana Mungu, wanapenda Mungu, wanapenda Mungu, hawakuwa wanaonekana kwamba wapendi, wanapenda Mungu. Kwa hivyo Paulo anawasifu kwa njia hiyo. Hebu tuendelee mstari wa ishirini na tatu, inasema kwa sababu nilipokuwa uh, nikipita huko na huko na kuyaona mambo ya ibada yenu, naliona madhabahu iliyoandikwa maneno haya. Sikiza, Paulo anaambia ya kwamba alipokuwa akipita huku Adheni, aliweza kuona katika madhabahu yameandikwa kwamba maneno haya. Sikiza, ni maneno gani? Anasema hivi, kwa Mungu asiyejulikana Aliona katika madhabahu ya watu hao ambao walionekana wanampenda Mungu sana, akaona katika hayo madhabahu imeandikwa kwa Mungu asiyejulikana. Nakumbuka na kumbuka, hapo ni wamesema, ni watu wanaopenda kutafakari dini kwa njia nyingine, wanasoma dini sana, na ni kwa nini basi madhabauni pao paandikwe kwa Mungu asiyejulikana, na ni watu wanatafakari, wanapenda Mungu. Tuendelee. Uh, Luka akaandika vile Paulo aliona anasema basi, mimi na waubirini habari zake. Je, ambaye ninyi mnamwabudu bila kumjua. Sasa mimi kama Paulo jatu ni kwambie, ndugu yangu na dada yangu, mahali ulipo. Maana tumeabudishwa Mungu ambaye hatumujui kwa muda. Basi leo ebuni kusaidia sana kwa uwezo wa roho wa Yesu, ukajue ya kwamba yuko Mungu yuko Yesu aliyezaliwa lakini su huyo Yesu anayesherehekewa Disemba tarehe ishirini na tano, huyo ni Mungu asiyejulikana. Basi ambaye ninyi amu, amuku mwabudu ambaye ninyi mnamwabudu bila kumjua. Mungu aliyezifanya ulimwengu na vitu vyote vilivyo. Huyu Mungu ambaye tunasema amezaliwa amezali tarehe 5 ni Mungu aliye na uweza. Kumbuka habari alipoipata Maria, anasema tazama, mmepewa mwana mtoto wa kiume na uweza wake uko begani mwake. Ana uweza wa kifalme, ni mshauri wa ajabu. Sasa huyu Mungu ambaye nawaombia leo ni Mungu, ni Yesu ambaye amezifanya mbingu na nchi. Mungu ambaye anayesherekewa siku ya tarehe ishirini na tano ni asiyejulikana, lakini mwanadamu anaabudishwa kitu asichokijua kwa siri na kupamba na kufunikwa haka kuamini ya kwamba anaabudu Yesu wa Nazareti. Yesu wa Nazareti, Bwana wa mbingu na nchi, hakai katika hekalu zilizojengwa uh, kwa mikono oh, wala hatumikiwi kwa mikono na wanadamu kama, uh, kana kwamba anahitaji kwa chochote kwa maana ndiye anayewapa wote uzima na pumzi na vitu vyote. Huyu ambaye nayekuambia ukapata kuamini, ndiye anayewapa watu wote pumzi na chochote wanachokihitaji, na yeye hatumikiwi na mikono, wala hakai katika nyumba zimejengwa na wanadamu, ambazo watu wamefanya mi, mi, michango na kukusanya vifedha vifedha, wakiita watu wa dini ili wapate kuja kukusanya, wapate kufanya michango, wakisema ya kwamba ni Mungu yule, ni Mungu huyu. katika Yeremia hamsini na mbili mstari wa 31, nasoma kwa haraka. Hata ikawa katika mwaka wa 37 kuhamishwa kwake Yehoyakimu mfalme wa Yuda, katika mwezi wa kumi na mbili mwezi wa kumi na mbili ya siku ya 25 ya mwezi Evil-merodaki mfalme wa Babeli katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, akamuinua akamuinua kichwa chake Yohayakimu mfalme wa Yuda, akamtoa gerezani. Kwa hivyo Desemba tarehe 25 ni, ni, ni mfalme maana the founder of Christmas anaitwa Father Christmas. Nenda Google. Father Christmas is the founder of this Christmas. Nando maana ndo mwanadamu wa sasa anaye mwabudu. Je, kuna haja ya kusita? Geuka haraka, badilika ukapata kumwelekea Mungu wa kweli. Nifuatilia sana. Kwa uwezo wa Yesu tutaendelea kufuatilia huku kuzaliwa kwa Yesu kulianzaje na kulimalizikaje. Kwa uwezo wa Yesu, barikiwa sana, muwe na wakati njema hadi wakati mwingine. Amina.